Muhammad anasemaje? 3:19 Qur'ani. Bila shaka e, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni Uislamu. Hakuna aya kwenye Biblia inayosema bila shaka dini ya Yesu ni Kristo. Hakuna. Tusipotezeane muda. Mbona mnataka kuwapotezea muda vijana wangu jamani? Haya, Yohana 14:1 inasemaje? Nishajibu swali ni, yaani napiga na natoa ule uchafu lioweka kumi na nne moja, Yohana, inasemaje? Moja ah, inasemaje ndani ya kitabu cha Yohana inasemaje? Yohana 14:1 kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika, inasema inasema mm, ah, eh, msifadhaike mioyoni mwenu eh, mnamwamini Mungu niaminini na mimi eh, eh. Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi tunamwamini kama wapi sasa. Ili Yesu tumwamini, wapi kasema Ukristo ni dini? Alafu tuwache kumwamini mtume tumwamini Yesu, tuwache kumwamini aliyosema, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, tumwamini Yesu. La mwisho akamalizia huyo mwakema akasema Kristo, maana yake ni wafuasi. Sasa sisi tunatafuta wafuasi hapa wafuasi wengine si wanajiuzuru hapa, tutafuti wafuasi hapa, tunachotafuta dini. Salamu aleikum.